Shukuru, mchezo umeanza salama, umeweza kuisha salama. Pili, tumepoteza mchezo kama mlivyoona. Mwanzo tulianza vizuri, tumeweza tumeweza kutengeneza nafasi, tumeweza kutumia baadhi na nafasi. Mchezo umebadilika kwetu. Kuna makosa ambayo tumeyafanya, wenzetu wameweza kutumia, wameweza kupata hizo goli nne. KMC hamko kwenye hali nzuri na bado mnaendelea kupambana. Shida ni nini hasa na naomba nini wapenzi wa soka kuhusiana na KMC msimu huu? Na ni kweli hatuko vizuri. Ni kipindi kinapita kipindi kigumu kinatupitia. Hatujawa na matokeo mazuri. Takriban saizi mechi ya tano mfululizo tunafungwa. Kwa hiyo tunarudi kwenye uwanja wa mazoezi tunakaa chini na walimu, tunaangalia wapi tunakosea karibu kila mechi. Mechi hii imeisha. Sasa hivi tunaangalia mechi inayofuata zidi ya JKT katika katika uwanja wetu wetu wetu wa wa wa nyumbani. Tunawaahidi mashabiki wetu wa KMC pamoja na wadau wetu wa mipira tutafanya vizuri vizuri katika mechi zote zinazofuata. Nini kiliwapoteza? kipindi kipindi kipindi cha cha cha pili kwa kwa sababu kipindi cha kwanza mlianza vizuri sana lakini kipindi cha pili, concentration, concentration umakini ulipungua. Kwa nini mpunguze umakini? Tulazimishwa kufanya makosa, baadhi ya makosa tumeyafanya kwa uzembe. Ndio maana wenzetu wametumia, kwa sababu ya quality yao. Yanga Africans wana quality kubwa, ukifanya kosa moja wanakuadhibu. Kosa moja, kosa moja wana create kwa goal. Mwalimu analalamika juu ya penalty, kwa upendo wenu wachezaji hii imekaja kusana, nadhani mmeona mpaka inakuwa penalty. Maana yake sisi tumefanya kosa, ni kosa ambayo sisi tumelifanya kwenye defense, Yanga Africans wametumia nafasi hiyo, refa likaweka penalty, ni penalty nyiwe wenyewe wachezaji, mnazungumza nini? kupoteza michezo mitano inawashusha morali kwa kiasi gani kikubwa? Tunapeana hamasa, tunapea tunapeana morali, tunaambizana makosa tunafanya kujirudia, tunajitahidi kupunguza. Mpira ni mchezo wa makosa zaidi tunafanya makosa, ndo unaadhibiwa. Kwa hiyo tunaambizana kila siku tujaribu kupunguza makosa, inshallah kwenye games zinazofuata tutafanya vizuri.